Moja kati ya fursa ambayo inazidi kunifurahisha kila siku ni utayari wa, wa, wa vijana kupokea. Ah, tumezungumzia tu pre, pre nuptial pale, ndio eh? Ya, lakini kwa kwa wenzetu, kwa wenzetu ni zaidi ya hapo. Wenzetu wanapima paka blood groups, ndio eh? Eh, kwa nafikiri njia ya muongo ni fupi. Eh, akili kumkichwa, si ndio eh? Eh, akitaka kupima dima yai. <laughs> Eh, nafikiri brother Vincent karibu. Asante. Wakati Samuana anaongea kwamba mtazamo wa vijana kwa wanawake, naona asilimia vijana wengi, nyimbo ilikuwa najii kichwani, nyimbo mpya ya Kontawa <laughs> sala so, vijana is nyimbo mpya ya Kontawa anaelewa vijana <laughs> waovyo sana. Actually tunapoongelea ishu ya ndoa, tunaongelea imani sawasawa eh? kwenye mambo mengine yote unaweza kufanya mambo unayofanya wewe, lakini ndoa ni imani, kwa sababu ndoa ni agano. Ndio ndio maana e, watu wote wanakuja kushuhudia, lakini ukifikiria kwa undani sawa eh? E, wazee mashungaji, washinani, baba mkwe, yani wanasherehekea pale, ya wa jamaa wanahalalishwa kwenda kufanya nini, tendo la nini, achana na zile kelele kila kitu, yani pale wazee wote wanajua mkitoka hapo mnaenda kufanya nini tendo la ndoa. Kwa hile ni ibada, yani ni imani, na ndio maana uh, sisi watoto wa kipapa tunasema nyumba ni kanisa dogo, nyumba ni kanisa dogo, dogo. Na ukienda mafundisho ya ndoa ni waibie siri, mnafundishwa na katekista. Sisi wa Katoliki, kabla ya kufanya tendo la ndoa lazima msali, kuna sala ya kufanya tendo la ndoa ili chochote kitakachozaliwa au kitakachotokea kama ikitokea starehe basi tabaki starehe, lakini kama ikitokea production basi ikawe njema. Sio yao, ukifanya tendo la ngono hivyo vitu wezi fanyaje? Watu wachotofauti na ngono na ndoa. Nyinyi mnafanyaga ngono, tumeelewana. Kwa hiyo tunapoongelea kitu cha imani, zamani ulikuwa unasikia mtu yuko vitani, anaambia baba, nimebakiza mwezi mmoja, naomba nimetuma hela, nisaidieni kuoa. Nisaidieni kufanyaje? Kuoa. kuoa wazee wanamchukulia mke Wana na ile nyumba naomba niandalie ile nyumba pale niliomba mnijengee mke wangu nimkute pale. Mwamba hamjui, hajui yukoje, si ndio? Na ndoa zilidumu muda mrefu. Sawa? So kinachoharibu mahusiano yetu ni wasiwasi bila kuwa na imani. Na ndio maana sasa hivi pia hata ukienda kufunga ndoa kabla kabla ya kufunga ndoa si ndio? Wazazi wa upande wa pili waandike barua ya kulizia Ukikutana na mapadri wanoko wanakuomba barua ya kibali cha wazazi kutaka kuoana au kama kuna muktasari wote wa mahali uwatache. Baada ya hapo, utaambiwa uwatache medical, hizo medical condition uweke hapo, sawa sawa. Na ukienda kone u, niliona juzi ya harusi, nilikuwa mshenga. Kuna harusi moja Lutheran, mchungaji amepewa, amepewa wale watu wawili waende na hospitali akapime vitu vyote viwili maskmaa na magonjwa mengine na masuala ya afya ya uzazi sawa. Lakini tunapokuja kwenye ishu ya mapenzi ya ndoa si ndio? changamoto ya uzazi wa mtu kuwa mgumba havihusiki na ndoa kwa sababu nyinyi mmependana. Yale yanayotokea ni nini? Ni matokeo. Unaweza kuoa mtu mwenye via vya uzazi na changa, hana changamoto, lakini mkaingia kwenye ndoa na msipate Ujasikia kuna mtu amefanya mapenzi ametoa mimba zaidi ya mbili. Si ndio? Lakini alivyokuja kuingia kwenye serious relationship kwenye ndoa apate mtoto. Ujasikia mtu amekaa kwenye ndoa amepata mtoto baada ya miaka kumi lakini ana mtoto mmoja alipataga na mtu mwingine. Tunaelewa eh? Kwa hiyo watoto ni baraka kutoka kwa Mungu, ni kitu ambacho kitajitokeza on the way. Ndoa ni wewe na huyo jinsi yake au jinsi yake na kiume kukubaliana. Sio ugumba wala uzazi, hivyo havifanyi mtu kuwa na ndoa ni mapenzi yenu watu wawili kwa sababu ndio mlianzana. Yaani ni matunda yenyewe tutakoje kuzaa? Si ndio? Na ndio maana sasa hivi teknolojia imekuwa kwani unajisikia kuna watu hapa wanaenda kufanya implant ya mimba, si ndio? Yes, kwa sababu tatizo la ugumba haimaanishi mtu azai ila nguvu zake haziwezi kukutana na nguvu za upande wa pili. Sasa na ndio maana wanaenda kufanya implant wanazichukua za huko, wanachukua huko na wanaunganisha. Kwa hiyo mkishapendana njia nyingi zinatokea kuna mwingine tu anahitaji tu kuongeza tu baadhi ya vyakula akae sawa, kwa sababu ame nini, asijakuwa imbalance im, im, im, si ndio? Yuko na imbalance hizo, ni hormone imbalance, si ndio? Kwa hiyo cha kwanza unapoingia kwenye ndoa sio kuangalia watoto, angalia wewe na huyo mtu, mnapendana unaelewana. Watoto ni baraka tu Mungu anakupa, na unaweza kumwoa ukamcheki ukambinua, uka kila kona kwa kumpima, na daktari mbinue nyayo si ndio? Kusiongea, anasemaga watu ambao nyao zao zikanyagi vizuri, anakuwaga akili zao ziko sawa <laughs> si ndio? watu wanasemaga yani hata uvungu si ndio? E, maneno eh, binua nyayo. Mwingine anasemaga shingo, anasema shingo iliyoungana mtu ambaye shingo imeungana na hivi, anakuwaga ni mbishi, sijui ana na nini <laughs> kwa unaweza kufanya hivyo vitu kaangalia vyote, lakini usipate kile kitu unachofanyaje na unachokitaka. Kwa hiyo kumpata mwenza wa maisha inaendana na imani, ukisimamia imani moja na kuwa unapita una hapo kupe mfano, actually mimi nilikuwa na mahusiano mahusiano, si ndio? Anaweza yeah, kuwa serious, lakini kumbe mwenzangu labda anakuja kwa ajili ya kitu fulani, majaribio, hatufiki malengo, si ndio? Mm, sio. Kwa hiyo sio kwa kusudia, kwa unajikuta ah, sasa unajikuta unachoka. Kuna mwingine anakuona na mwili kwa miaka kumi iliyopita, anajua huu mwili huu jamaa na hela, si ndio? Akija kumbe mimi le naye na mimi ni kontawa tu mjini Hamna hicho anachokitaka ugaida ga na nini? Ah, eh, anatoka mdogo mdogo, kwa sababu excuses za fairness zimekuwa nyingi. Si ndio? Nikupeni tu testimony. Siku moja nilitoka hapa nikapanda badada nikaenda kwenye kanisa moja hivi ya mzee mmoja ananipenda sana ananifuatiliaga social media lakini mimi sijui. Mchungaji mmoja mkubwa sana hapa. Nilipofika pale nikasali, nilishika sadaka yangu hapa narudi sasa kwenye imani, nikaambia Mungu natoa hii sadaka yangu lakini iwe mbegu ya kupata mke mchumba. Nimechoka kuingia kwenye mahusiano ambayo eleweki, ila nilisemea hivyo hiyo kabisa nasema nikaiweka kwenye sanduku. Sawa sawa nikatoka nikakutana na marafiki zangu ambao walinialika kwenye kanisa lao, tukapiga soga. Anatokea huyo aposto ananiona sema wewe ndio Vincent Wega? Ah, you are doing a very great work, nakufuatia sana kwenye mitandao. Na mimi nipata marafiki wangu kupitia social media. Mtumie social media vizuri. Inawezekana hata mke wangu alitokea huko, eh. Yule mzee akasema leo nataka kula nini, aliniuliza hilo swali. Eh? Nikamwambia no niko na dokta ju mtangazaji mmoja Radio 5. Na ilu, nataka twende tukale pale, tuka pale tukala, tukala, na na na kampigia, mambo uko wapi kwa kwa hapa niko hostel, naweza kukuona. Ndio, yaani kile kilikuwa rahisi tu hivyo. Nikakutana naye, nakumbuka nilihataki, kwa hapa ningesema nilimnunulia nyama nusu na na chupa kubwa ya maji, nikamwambia mimi nataka nikuoe. Eh, simple tu, umeelewa? Nyama nusu na chupa kubwa ya nini, ya maji, ya maji. Kama mimi nataka nifaje koe, sitaki. Kama hutaki kuolewa endelea na mambo, mimi sitaki mahusiano, mimi nataka koe. Ah, kweli, sawa. Na mimi, unajua nimechoka mimi nataka mahusiano, mimi nataka hivi na nini ngambia poa. Aa, kawaida, sasa aa, kawaida. Ndio maana nimesema hivi tuna tofautiana. Kuna wakati wewe unaweza kuwa serious, alafu upande wa pili asiwe asiwe serious, kwa sababu watu wanaangalia tu wanaume ndio wapo serious. Hapana, na pia sisi pia tunachezewaga eh, wanatuchezea watu. Wacha, sio sio, tunachezeana. Hiyo inatokea kwa sababu boss Said so. Tukaenda mara ya kwanza tukakutana mgawani, tukala kuku na kumbuka. Mara ya pili tukakutana nikamsogeza tena mgawa karibia na nyumbani. Mara tatu akaja nyumbani, tukazungumza pale. Nikamwambia, wewe kwenu wapi? Akanitajia, kunitajia mimi nikamwambia sawa, uko tayari niende kwenu? Sawa, niko tayari, basi nikaanza kumuingiza kwenu, kwanza kumtengeneza sasa kuwa mke. Ikitokea kitu fine, namtega na mtuma yeye, nenda kaniwakilisha. Semfano anafanya wanda, nikimpeleka huko niwakilisha semfano anafanya wanda kwa sababu anajua kwamba hapa natengenezwa, si ndio? Nikaenda kwao nakumbuka nilibeba begi langu na, na, na milioni tano sina mshenga sina nani Nilipofika pale mtaani kwao, na nikaribia mkoa wa jirani, nikampigia rafiki yangu, naomba ukae mshenga hapo hapo. Jamaa akambia kesho, mshenga wewe? Jamaa akaja jani, ndio story yangu mimi. Kafika pale, nikalipa mahari, nikaoa. Kwa hiyo nataka kuonesha ni namna gani ndoa inahusisha na nini, imani yani, mwanamke anayetongozwa kwa ajili ya ndoa ni tofauti na, na mwanamke anayetongozwa kwa ajili ya, ya starehe. Uh, kuhusu kujibu swali lako watoto ni blessings, mnaweza mkapima, msiwe na shida yoyote, au kama alivyosema kaka, unaweza ukatesti na kweli ukawa na mtoto wa nje na huyo huyo, lakini mkaingia kwenye ndoa mkakosa mtoto. Kwa hiyo hilo bado halikufanyi ukaamua kujaribu, kwa sababu hizo ni blessings. Vinginevyo kapime, ujithibitishie, uwe na amani ukiingia. Uh, na, nafikiri mwanaume kwa, kwa ile tafsiri ya, ya, ya Vincent nafikiri mwanaume ni pamoja na hilo sio kila kitu, nafikiri kweli tunaweza kupata, wakati mwingine kuna vingine vinaweza usivipate, so nitahitaji kuona pia unakuwa mwanaume hata kwenye hayo. Uh, asante brother Vincent, ame amejibu, madam pia amejibu, nahisi tuna tunabaki katikati Ukisikiliza maele, maelezo ya brother Vincent na ya madam utagundua kuna mahusiano alafu kuna ndoa sawa. so, hebu utagundua kuna mahusiano alafu kuna ndoa. Sasa vijana wengi tuna matatizo nikiwepo mimi. E, e, mimi na shida kubwa kubwa sana ehe, sawa, ku determine kwamba huu ni huu ni wakati wa ndoa, huu ni wakati wa mahusiano. Moja mbili, huyu ni mke, huyu ni mpenzi, maanake si tuna mapenzi na ndoa, si ndio? na kuna visa hapa ameongea vizuri, alivyomwambia mimi niko natama, nataka kukuoa, mahusiano mi sihitaji tena mahusiano, nataka uingie uwe mke wangu, sio akaanza kumtengeneza kuwa mke. Kwa hiyo tena kuna process, ukitaka kuingia kwenye ndoa, huyo huyo aliyekuwa mpenzi wako, hata kama mmekaa miaka kumi, umtransfer tena awe mke sasa mimi natamani kujua achana na Biblia, madam katuambia Biblia mke alikuja kuweka upweke kututoa upweke. Of course tunaweza tusiwe na upweke huo sana. Kuna swali moja tuliulizwa na nilikuwa na keve na isi. Mtu mmoja aliniuliza, kwa nini unataka kuoa? Kwa nini uoe? Kwa nini uoe? Ni mtoto? Akanambia mtoto unaweza kupata popote. Ni ngono? Ngono unaweza kupata popote na mtu yoyote ni rafiki. Rafiki yuko popote, unahitaji, unataka kuoa kwa nini? Akaniambia, ukipata hilo jibu njoo niambie, alafu mi nitakwambia kaoe. Kwa nini unataka kuoa? Ukijiuliza nataka ukafata, sasa Biblia nipate msaidizi, akusaidie nini? kama ni kufua kuna mama wa kufua, yani akusaidie nini? kupika mi najua kupika, wanajua ndugu zangu hawa. Ah, niko vizuri mdogo wangu, niko vizuri sasa. Inategemea ni nini ambacho tunahitaji. Mimi natamani mniambie, mnia na mzee muna hapa na brother Buuba, ni nini yani ili neno ndoa, na ndo maana ku, ku kutokuelewa huku ndiko ndio maana sasa kuna tufanya tunakuwa na ndoa ya miezi miwili, ndoa ya wiki tatu, ndoa ya mi... ndoa ni nini yani, neno ndoa yani, kwa nini huyu nisimuite mpenzi nimuite mke? Alafu kwa nini huyu alikuwa mpenzi wangu, alafu nimemuoa tu kashabadilika, yani sitamani tena hata kumuona, lakini huku tumekaa miezi sita yote, ah, paradiso. Nikasema sasa huyu, si ndoa yenyewe hii mama, na sisi tu, mimi naamini wanaume tunakuaga na kitu kiu unaweza ukanizingua kitu kimoja tu, nisitamani hata kukuona tena, au nakosea yani? Naona ni bora nibaki mwenyewe, nitaishi vizuri. Brother hapa amesema wanaume wanaongoza hata kwa kufa mapema kwa sababu tu, mwalimu wangu mmoja asema ya kuendekeza. So kuendekeza kwa sababu tu ndo tulivyo, tunatamani Mzemuna namtaniaga shemeji yangu lakini ukimuuliza ndoa ni nini, Mzee Muna, leo mimi natamani utuambie vijana, usitufiche yaani usi, hata kama ni mbaya, amnaga mbaya nzuri, we tuambie bwana, ndoa ni mapambano au ndoa ni kifo? Yaani utuambie tu live, kwa sababu tunaliona ni kama lijitu fulani hivi, yaani likitu, likitu fulani hivi ambalo kama alieleweki alafu kama linaeleweka, alafu kama linahitajika, alafu kama tulihitaji, yani kama kwa, kwa mfano mimi hadi kanisani sasa hivi wazee wao yani, hatukuelewi kijana yani ndoa ni nini? Mbona mnanilazimisha nije huko, alafu mimi uh, kama silielewi. Sasa naom, ase mkuu, tusikilizane kidogo. Utatengeneza mjadala ambao ni mzito kidogo, sawa, lakini mimi naomba tukae kwa ufupi, watutoe watutoe tu ukungu, kwamba at least tuwe na idea. Kama tutaweka hii mada iwe ni siku nyingine ni mpana, lakini at least tukiondoka hapa tuenda kupanga malengo, wengine malengo labda mwaka huu tuanze kupeleka mahari, si ndio? Lakini sasa tunapelekaje mahari? Bado hatujatolea ule ukungu, tujue at least bwana unaenda kwenye likazi fulani hivi au unaenda kwenye paradiso fulani hivi, niwe na moyo au ni kama ni ma, ni mapenzi yale yale, yani navyoishi naye ndio hivyo hivyo nitaishi naye kule, yani burudani. Kama sasa hivi mniambie leo hapa, hivi mimi kesho mapema, lakini kama sio tunaanza tena ka process, mtuambie pia, ili tujue tunatumia nguvu gani, tunabadilisha gia au tunaacha lo gari kabisa, tunahamia gari nyingine. Ah uh, hii panel itanichagulia ita, ita mtu mmoja ah wa... uh nitampatia lakini wakati huo, mnisaidie nani, mtu mmoja ata atatujibia hilo swali kabla ya kumpatia, ya kumpatia kiongozi wa baraza la walei. Niseme tu mimi <laughs> binafsi pia nimekuwa na hiyo na, na changamoto kwa imani pia ambayo nipo. Kuna madaraja mbalimbali mbali, na watu wanapitia hatua mbalimbali mbali, ikanifanya hadi nijaribu ni, ni kutafakari hivi, kwa nini kusingekuwa na hatua ambazo ni, ni official kanisa inatambua mahusiano kabla ya ndoa, kwa sababu tunaona kuna hatua zingine wanazitambua hivyo, kwamba huyu sio mchungaji lakini anaruhusiwa kuhubiri. Huyu ni shemasi, anaruhusiwa. Kwa nini waleti hizo kwenye ndoa, kwamba angalau mwanzi mkiona ina ina koma koma sijui, lakini mambo kama hayo, ndio maana nimesema natamani tuje kuwa na siku ambayo tutayazungumza yote kwa uwazi mbivu na mbichi. Madamu hapa ametuambia walienda kupima, kupima damu. Je, ingekuwa haiko match, nini unafanya? E, lakini wakati pale kwa Vincent, unapata jibu kwamba ndoa ni imani e, pengine ungeamua kuipeleka kwa, kwa namna hiyo, tupate neno kwa brother pale, alafu e, tutarudi hapo, mtu mmoja, tusaidie kufunga.